Roho Bwana, kupitia roho yako Mtakatifu tunaomba Bwana, roho mwenye uweza, roho mtakatifu uliye mwalimu uliye mshauri wa kweli unayeweza kutufundisha kwa viwango vya hali ya juu, ukashuke mahali hapa Baba, na nakutuongoza katika darasa hili, tuyajifunzayo Baba yasianguke mahali hapa, bali Mungu yakabadilishe mioyo yetu, yakabadilishe huduma zetu, yakabadilishe nia zetu za kutumikia wewe. Ni katika jina la Yesu najikabidhi mikononi mwako, nami Bwana najikabidhi kama chombo chako, nitumie vile upendavyo kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amina, natamani tusipoteze muda. Basi siku ya leo kama unaandika andika, mchango wa mama mchungaji ili kuleta mafanikio katika e, WWK. Amen. Mchango wa mama mchungaji ili kuleta mafanikio katika idara ya WWK. Bwana Yesu asifiwe. Najua mahali hapa kama sisi wa mama wachungaji tumetoka katika makanisa yetu. Hata kama ni mama mchungaji ambaye ni e, mchungaji msaidizi lakini huko, mahali hapa bado una mchango katika idara ya wanawake. Haleluya. Kwao leo nitatamani tuangalie kabisa kwa ufupi, lakini katika msisitizo mkubwa kwamba sisi wamama wachungaji ni bado tunatakiwa tuwe bega kwa bega ili kuweza kufanya hizi idara zetu za wanawake ambazo ndizo zimetuleta mahali hapa. Hata mahali hapa tumekuja kwa, kwa, kwa, kwa mgongo wa nini, wa chama chetu cha WWK. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja kwa idara yetu ya WWK. Haleluya. Kwao kunatakiwa kama wamama wachungaji tuweze kutambua kwamba hizi idara kwanza ni chombo bora kabisa katika kanisa ambacho kinaweza kuleta mavuno, lakini kinaweza kuleta uamsho, lakini kinaweza kubeba huduma nyingine zote. Haleluya, wanawake kama wanawake, mahali popote, hasa katika mambo ya kanisa, ndiyo hubeba mambo ya huduma. Haleluya. Hata Yesu, ukiangalia huduma ya Yesu aliweza huduma kub... ya Yesu alihudumiwa sana na wanawake. Bwana Yesu asiwe sana. Ukisoma unaambiwa, siku na kina Mariamu Magdalena, siku na kina nani, waliweza kusapoti kazi ile ya Yesu. Haleluya! Kwa hiyo hata sasa wanawake, kama mwanamke ni mtu wa muhimu sana katika kuweza kuendeleza kazi mahali popote ambapo lipo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tumekusanyika mahali hapa, na ndio maana tunajifunza mambo mengi mahali hapa, ili kuendelea kulijenga kanisa letu hili la TAG kwa sababu sisi ni jeshi. Bwana Yesu asifiwe, mama wachungaji, sasa ili jeshi amili jeshi mkuu ni mama mchungaji. Hebu mwambie mwenza kwamba sisi ambao ni jeshi, nataka hiyo iingie kwanza akilini, kwa sababu wanawake ni jeshi kubwa, si ndio? Sasa hilo jeshi kubwa amili jeshi mwenyewe katika kanisa lako ni wewe mama mchungaji, tunaelewana eh? Yaani kama kuna kiongozi kwamba wako wanajeshi, anayetangulia mbele mwenye nyota zaidi ni wewe mama mchungaji, sio mkurugenzi wala sio kiongozi kwanza wa idara. Yule anafata baada ya wewe, tunaelewana eh? Bwana Yesu asifiwe na ukiangalia hiyo ni vizuri tukawa na vile vitabu vyetu vya miongozo. Naamini tuna vitabu vyetu vile vya miongozo ya idara yetu ya WWK navyo, eh? Hata kama hapa hauna, lakini naamini nyumbani unacho, na kama hauna, nikutie moyo kwamba natamani sana, kama fedha ipo, usiondoke pasipo kukinunua kile kitabu cha muongozo wa WWK, kwa sababu kuna mambo mengi yatakaokusaidia ujue, kama wewe ambaye ni muhusika mkuu katika WWK unafanyaje? Wapendwa, tunaelewana eh? kwa hiyo sasa hapa ukianza kwamba katika kitabu chetu mwongozo wetu wa WWK lile toleo la, mwe, la mwaka elfu mbili na ishirini na moja katika ukurasa wake wa 24 kipengele namba tatu kinaongelea kwa habari ya nafasi ya mke wa mchungaji katika idara ya wanawake. Haleluya! na nafasi inayoongelewa hapo kuanzia katika tawi E, ukienza, ukienda katika section, ukienda katika jimbo inaeleza kama mke wa mchungaji katika kanisa la mahali pamoja, wewe ni mshauri wa idara ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sifa yetu ya kwanza au tuseme jukumu letu la kwanza katika idara yetu hii ambayo ndio imetuleta hapa, sisi ndiyo washauri na mshauri ni mtu ambaye ni bora zaidi, yani ana vitu zaidi, si ndio? Eh, au tuseme ana jicho la kuona mbali zaidi. Mshauri mshauri ni lazima uone mbali zaidi kuliko wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mshauri ni lazima uone kwamba kuna kitu gani kinatakiwa kifanyike kabla hata ya mwenyekiti na kamati yake. Haleluya. Kwa sisi kama wachungaji tukianza katika kanisa la mahali pamoja, nafasi yako katika idara hii, wewe ni mshauri. Unatakiwa kushauri viongozi, unatakiwa kushauri wanawake, lakini hasa kuwashauri viongozi, mwenyekiti, makamu, katibu, mweka hazina, wewe ndiye unayetakiwa kutoa ushauri. Wao wanaweza wakawa na mawazo wakaleta, lakini wanatakiwa pia wapate na wazo lako wewe kama mshauri. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapo pia pitia hiyo nafasi. Kama washauri, ni vyema tukawa tunamwomba Mungu atupe hekima, atupe maono, atupe mtazamo wa mbele kwa habari ya idara zetu. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma katika mwongozo huo, leo tutakaa sana katika hicho kuangalia mwongozo wetu kwamba mke wa mchungaji ni mshauri. Lakini pia namba mbili, mke wa mchungaji atakuwa mjumbe katika vikao vya WWK katika tawi. Vinapotakiwa kufanyika vikao kwa ajili ya kuweka mipango ya idara, mnataka mwaka huo mfanye nini? Mfanyaje? Mfanyaje? ni lazima uwepo katika hivyo vikao, labda uwe umesafiri au labda umekwama kabisa ya mkini huwezi kufika mahali pale. Lakini vikao vile vinavyotakiwa vikaliwe na ile kamati ya wanawake, wewe unatakiwa uwepo kwa sababu ni mshauri, ili ujue mipango iliyowekwa, je, itaisaidia kanisa? Mipango iliyowekwa je, inaendana na e, na dira ya kanisa? Kwa sababu chama cha WWK ni lazima pia mipango yao wanaoweka katika kanisa iendane kwanza na yale maono ya mchungaji alipo mahali pale, tunaelewana eh? Lakini pia iendane na mambo ambayo tunapata maagizo kutoka kama huku juu, katika idara taifa, au idara section, au idara jimbo, ni lazima miyatazame sasa. Mama mchungaji ni lazima katika vile vikao uwepo uangalie ile mipango mnaoweka ya utekelezaji katika mwaka uitazame. Je, inaendana na jinsi kanisa letu mwaka huu tulivyopanga? Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu lengo la wanawake pia ni kusapoti kazi ya mchungaji, si ndio? ni kusapoti yale maono ambayo yako kanisani, kwa hatutakiwi kama idara tukawa mbali sana na mambo ambayo yamkini kanisa letu katika mwaka huu linataka li kufanya. Wapendwa, tunaelewana eh? Sasa katika vikao, mama mchungaji naomba usikimbie vikao vile. Yanaweza akawekwa mambo ambayo eza yakawa hayana mashiko au hayana faida kubwa katika kanisa. Wanawake tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine pia mama mchungaji anatakiwa kuwa mjumbe katika hiyo mikutano. Katika ngazi zote, mfano hapo hapo kanisani. Lakini kama wewe ni mama mwangalizi, unatakiwa pia uwe mshauri katika ile idara ya section ya wanawake pia, na wewe uko unatakiwa uwepo, uwe mjumbe katika vile vikao vya, uwe mjumbe uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata katika section inapowekwa mipango ya section ya idara ya wanawake, mama mwangalizi usiwe nyuma, ni lazima uwepo, uangalie kilichowekwa. Je, wanafuata yale maagizo ambayo yamkini ametoka ya hata taifa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama sisi ni viungo bora kabisa, lakini jambo jingine kama mama mchungaji katika eh, idara yetu sisi, eh, kama mwongozo unavyosema hivi, atafundisha kwenye semina na mikutano mingine ya idara tawini, kama atakavyoombwa na kamati ile ya viongozi. Pia sisi kama wamama wachungaji tunatakiwa katika chama tuwe, pia tuna uwezo wa kueleza watu au kufundisha wanawake. Kwa sasa hapa kwa mwongozo huu kumbe wa mama wachungaji inabidi tujitahidi walau tuwe na uwezo wa kusimama mbele na kusema kitu hata kama hauhubiri pale madhabahuni katika kanisa zima, lakini basi usishindwe kwenye idara. Tunaelewana eh? lakini pia ili hata wanawake washibe, yaani eh, niseme sijui nisemeje hapa ili wanawake katika kanisa lako wa yani wakushibe, yani wao, ukae katika mioyo yao ukae katika mioyo ya wanawake. Hebu tafuta, mbona vitu vya wanawake ni vingi? Unaweza ukafika tu kasa leo, nazungumzia usafi. Unajua kwa sababu wewe ni mama, yani kitakuwa na mzigo mkubwa sana kuliko hata mwingine. Sio lazima usubiri mpaka ufundishwe na watu wa nje, yani wewe mwenyewe tu unaweza kasa, yani tafuta somo lolote kwa pia tuwe tukijiandaa kuweza kuwaeleza au kutoa hata visemina vidogo vidogo, katika vyama vyetu katika makanisa, na inawezekana unaweza hata ukawaeleza haya mambo tuliyopata mahali hapa, ukajitengea ratiba tu kwamba leo ninataka nikafundishe umuhimu wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, tumeyapata hapa, na utakavyofanya hivyo, ile mioyo ya wanawake inaendelea kukushiba wewe. Nataka na kutumia Kiswahili kizuri, yaani unaendelea kukaa ndani ya wanawake, wanazidi kukuamini, wanazidi kujua hapa tuna mama, sijui unanielewa eh? Eh. Kwa hiyo pia kumbe katika jambo la muhimu mada, Mungu ametuamini kwamba sisi ni wake za wachungaji na ni, wake, eh, ni, eh, ni wachungaji wenza, na wenzetu tujifunze hata kutoa visemina, yaani unaweza mimi najua Roho Mtakatifu ukimwomba atakupa kitu Haleluya. Unaweza ukasema leo nazungumzia tu mambo ya ndoa. Hata ukizungumzia dakika 15 mambo ya ndoa kwani uyajui? Unaeleza hata ya kwako wewe unaishije na baba? Wewe umeshaona mwenendo wa wanawake pale amkini hawana heshima, ziko kesi nyingi zinakuja kwamba wanawake wa, wa, wafanyi vizuri kwa umeza. Unaweza ukaandaa kasemi na kazuri tu ili wale wanawake waanze kushiba, wa yaani wewe ukae ndani ya mioyo yao, wazidi kukuamini. Wapendwa, tunaelewana? Ki kikawaida kabisa, tuwe wa kweli, yule ambaye mara nyingi amekuwa hata kanisani anayehubiri mara kwa mara, automatically watu huwa wana yani wanampenda yani wanamwamini, au nasema uongo? Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hata yule anayepataga chansi ya kuhubiri awe ni mchungaji au hata awe ni mtu wa kawaida ghafla mioyo yao, kwa sababu unakuta ameongozwa na Roho, labda neno alilosema limemgusa mtu yule, mtu automatic anavutiwa na yule mtu, anaona kwamba kumbe naweza kupata msaada hapa. Sasa tufanye hivyo wa mama wachungaji, hata katika idara zetu tusikimbie idara, usikimbie wanawake, ili kujiweka karibu na hao wanawake, wajue tuna mama pia uwe na uwezo hata wa kueleza hata kama unatumia sauti ndogo ya ukimya kabisa. Maadam Roho Mtakatifu yuko ndani yako na umeaminiwa kuwa mama wa wale watu ambao unawaongoza, Bwana atakuwezesha na utapata kibali na utasema jambo ambalo litawasaidia wengine. Bwana Yesu asiwe sana kwao. Pia mwongozo wetu unatuambia kwamba mama mchungaji anaweza akawa anafundisha, atakuwa akifundisha semina mbalimbali katika mikutano ile tunapokutana kama idara. Kwa kumbe tunatakiwa tufanye jambo hilo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mama mchungaji ni kiungo kabisa bora, kiungo tunasema ni kama daraja. Haleluya. E, yaani nitumie ni kama da, ni daraja ambalo ni bora kabisa la kuweza kuwaunganisha wanawake, kwa sababu chama cha, cha wanawake watuseme idara ya wanawake, lengo jingine ni kutuunganisha, si ndio? Ni kutujengea umoja kama wanawake. Sasa wewe ndio daraja unayeweza kuwafanya wale watoto wako au kama sisi ambao ni wa mama askofu, ni sisi tunaweza tukawa daraja zuri la kufanya zile idara zetu katika majimbo kuungana. Wewe hapo utakaposimama vizuri kama mshauri, unakuwa daraja ya kuunganisha wanawake kwa wanawake, na unatengenezwa, una umoja wa hali ya juu haleluya. Najua mnaelewa, bwana Yesu asiwe na, ukisha tengeneza umoja kanisani, yaani mpendwa wangu, nikupe hata mbinu chache tu ambazo zinanijia hapa haraka kama Roho Mtakatifu. Unaweza hata ukaanzisha maombi. Mfano mama mchungaji ambaye uko katika kanisa la mahali pamoja, unaweza ukaanzisha hata maombi, achana na yale ambayo ya, ya, ya, tuseme yale ya kanisa. Unaweza ukasema, jamani, tutakuwa na maombi wanawake, ambaye anaweza kufika, mfano Jumatano, labda jioni, au Jumatano tutakuwa na mkesha mfupi wanawake tuje tumlilie Bwana katika shida zetu, na kuambia, unaweza ukaanzisha hicho chama, hilo jambo likawakusanya wanawake, mkawa mkilia pamoja, mkawa mkiombeana pamoja, mkawa mkiombea shida za watu mbalimbali, na mwisho kitakuwa ni kitu ambacho kitawaunganisha, kwa sababu mnakutana katika maombi. Naamini tunaelewana. Bwana asiwe. haleluya. Kwa mama mchungaji kama mshauri pia, ni lazima pia uwe na macho ya kuona lile hitaji la wanawake na katika idara usikimbie kuiacha idara. Kuna watu ambao wameacha kabisa mambo ya idara ya wanawake wameshaona, kwa sababu nina viongozi na mwenyekiti yuko vizuri, nina katibu yuko vizuri, nina mweka hazina yuko vizuri, wao watajua wenyewe waendelee. Hapana, wale siku nyingine tumeambiwa hapa wanaweza wakaondoka, atakayebaki na chama ni nani? Ni wewe. Yaani wewe ndio mwana WWK wa kwanza. Haleluya. Unaweza ukawa na mwenyekiti mzuri, ana maono mazuri, na wewe uwe bega hapo, utoe ushauri, haleluya, ili asije mwenyekiti akawa ana kibali kikubwa kuliko mama mchungaji. Wapendwa, tunaelewana sasa? Ili na wewe uonekane una mchango pale, ni lazima waone kabisa na wewe upo. Ukikosekana, toa taarifa na uambie viongozi, muambie wanawake kwamba mama leo hayupo, amepata dharura, moja, mbili, tatu, kama inaweza kusemekanika kwani. Lakini lazima use umwambie hata kiongozi kwamba nina dharura, toa taarifa. Sio kwamba ni ni, nani, eh, kuna neno hapa nataka kutumia, sio kwamba ni kujishusha, a a sijui, unanielewa eh? Jiamini wewe, umeaminiwa na Mungu, jiamini. Na ukijiamini wewe, hata walioko mbele yako watakuamini. Ukianza kujiweka duni wewe, halafu kuna wengine shetani anawahubilia tu yamkini washirika wako wanakupenda, lakini shetani anakuhubilia hivi, wewe unaweza hivi, wewe na hivi, mbona wewe si mweusi sana? Hapana, wewe ni mtumishi wa Bwana, simama kama wewe. Yani, kila mtu ana kitu cha Mungu na wewe una jambo la Mungu ambayo ni la kuwasaidia hata hao wanawake. Jiamini hivyo hivyo, unaongea taratibu, unaongea kwa kasi, unaongea sijui maneno, hata kama una kigugumizi Simama katika nafasi yako, muombe Bwana na kuambia, Mungu atakuwa na wewe, na kibali chako utakipata. Na ukishapata kibali cha wanawake, hata wale wanaotaka kukimbilia kupeleka shida zao kwa mchungaji tu, wataona niende kwa mchungaji, fanya nini? Mbona mbona ni mbona nimwambie ni mama, lakini wakati mwingine tumejiangua. Haleluya! Wewe unajua kabisa, kuna mama mchungaji ana shida kwanza, kwenye chama uonekani mchungaji yamkini, anataka ana labda kumtia moyo mtu haupo. Jamani, tuwe wa kweli, yule aliye karibu na washirika ndiye anayepata kibali. Kwa hiyo wakati mwingine wachungaji wanapata kibali zaidi, na washirika wanawaamini sana wachungaji kuliko sisi, wakati mwingine, sio kwa wote, kwa sababu sisi tumesema hii kazi yani husu sasa kama kazi haikuhusu hata wale unawachunga na atasema, jamani, mimi haya mambo siwezi kupeleka, maana haya mambo hayamu hapati hata mzigo wa kushirikisha jambo lake, kwa sababu wakati mwingine anawezekana ana jambo ambalo linahitaji msaada, ataangalia yule aliyo karibu. Kwa hiyo mama wachungaji tukiwa kama wana WK, WK wa kwanza namba moja tuonyeshe ushirikiano kwa wanawake wanawake wakiwa vizuri katika kanisa lako, ukiwatia moyo, ukiwafundisha, mkielezana, lakini ukiwaombea, kanisa hilo lazima liwe imara. Na nyinyi mnajua kwamba sisi wanawake huwa hatupoi. Wanawake wakiamua kusimama sehemu, jambo linasimama kwao. Na wewe mama mshauri, hakikisha idara yako ya wanawake inasimama imara. Ikisimama imara, kazi itasonga mbele. Ikisimama imara mchungaji atategemezwa vizuri. Ikisimama imara michango mbalimbali mbali, itatoka. Wanaume tunajua wapo katika makanisa, lakini tuwe wa kweli na tuwe wazi, wanaojitoa katika kazi ya Mungu kwa moyo wa kupenda na wa furaha ni wanawake. Kwa kama washauri tunatakiwa hapo tulipo ndo tujue kwamba tumesimamia katika, ni kama nguzo bora kabisa katika kanisa idara ya wanawake na wewe ndio kama kiongozi wa kwanza afu mwenye mwenyekiti anafata nyuma, kwa tusilege hapo, tusilege hapo. Tuwatie moyo viongozi kuwa nao beneti, watie moyo. Wakati mwingine waite, waambie changamoto zenu ni nini? Kama idara unaopikia chai tu ya rangi na maandazi, viongozi wako tu wale nao wakisharizika na mama yao, yani unawapa tu hata maandazi mawili na chai kwamba wanangu, leo tunaomba tujadili, lakini tusijadili tukiwa mikono eh, midomo e, eh, mikavu. kuna kachai haka na vimaandazi yani mtu ana chakula kinateka moyo wa mtu eh, hey, hata soda unashindwa jamani! <laughs> nisiseme lakini, kwa sababu hatujuani tumetoka mazi. hata soda ya 500 eh, wakati mwingine mimi nafanya hivyo, kwamba leo tuna kikao, soda nitanunua mwenyewe. Yaani unasikia wamejisikia, wana Wame, wanajisikia raha kama wamethamini, afu ni kitu kidogo haleluya kwa nawaomba wamama wachungaji tuwe katika idara tuwatie tu moyo viongozi tuwatie moyo hao ambao wamewekwa ambao na sisi tumeshiriki waweka kama ni wenye viti kama siyo ni makamu kama siyo ni nani na. watie moyo wanapokosea waite warekebishe kwa upole kwamba bwana tulipanga hivi mbona mmefanya hivi kwa upole kabisa na usiwe mkosoaji ambao kumbe ukuwafundisha na ni vizuri wakati mwingine ambapo mnateua viongozi wa idara katika kanisa lako, naanza kwanza, wasianze kazi pasipo wewe kuwasomea mwongozo. Unataka nini? Cha kwanza, unajinadi mwenyewe jamani, kwamba mimi ndo mshauri hey, wajue kabisa mapema. Unajua mtu mwingine anaweza akakosea, kumbe hajui. Sasa jinadi na mwongozo tayari umeshakutetea jamani Unaanza kusoma kipengee kwa mama mchungaji, mimi ndio mshauri, nitafanya moja. Yani wape maelekezo ya kazi yao kabla hawajaanza kazi. Wakati mwingine tunawateua, eh tunawabandika mikono kwamba kwamba tunawasimika, lakini hatujawapa mwongozo kwamba afanye nini afanye nini afanye nini. Anapokosea ndio tunaanza kukosoa, kwa nini umefanya hivi? kwa nini ah ah. Fundisha kwanza ndio uwe na uwezo kukoso wa kukosoa. Wapendwa, tunaelewana? Waelekeze kwanza. Pangeni mipango yenu kwanza. Mwe na kalenda yenu kwanza, mwe mna mipango ambayo kila mnapokutana katika wiki, pangeni kwa mwaka ni rahisi. Kwamba Jumanne eh, juma hii tutakuwa na maombi ya kufunga. Jumanne hii tutatembelea labda wamama ambao wana shida mbalimbali. Jumanne hii tutafanya ushuhudiaji mtaa kwa mtaa. Ni rahisi. Mnazipanga tu na katika wiki sisi tuna siku moja, si ndio? Au kuna kanisa huwa linafanya eh, vyama vinafanya vinafanyika siku zaidi ya tatu. Mara nyingi ni mara moja siku kwa, kwa wiki si ndio? Kwani rahisi pia kupanga ratiba. Pangeni ratiba yenu kwamba wiki hii tutafanya jambo hili, na wewe uwepo, changia hapo, waelekeze hapo, alafu simamieni mipango yao, na wewe ukiwa kama meneja, lakini sio meneja anayechungulia yeye afanye. Meneja anayechungulia na yeye anafanya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi sana watu wa Mungu. Lakini kingine, haya mambo yanahitaji maombi, yaani huwezi kukwepa maombi. Katika yote huwezi kukwepa maombi, mama mchungaji. Haleluya. Sasa kuna vitu ambavyo tufanyaje pale unapokutana na changamoto katika idara yako, ufanye nini? Na vingi nimeshajibu. Kuna wakati mwingine unaweza ukapata kweli viongozi, lakini wasikupe ushirikiano. Haleluya. Hapo hakikisha unakaa nao kwa upole na kuwaelewesha kuwakumbusha majukumu yao na wewe ni nani. Sasa nikisema hivyo, sio ndo uende kama mbogo hivi hey. Hamjui mimi ni nani? ah, usiwavunje moyo kwa sababu wale wanatusaidia kazi. Umeelewa eh? Akizila yule bado kazi itabaki ni kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtie moyo, alafu mimi nikutie moyo. Kuna ki, kila mtu ana jambo Usiseme kwamba ningemchagua su fulani labda yule ndo angekuwa na nguvu. Ah, huyo huyo dhaifu, akiwezeshwa kwa kufundishwa, akiwezeshwa kwa kuelekezwa, anaweza akawa kiongozi bora kuliko unavyofikiria. Haleluya! Ni kumwezesha tu, na wewe mama kuwa naye karibu, kumwelewesha na kumtia moyo, kwa sababu tunajua kazi ya kuongoza wanawake wakati mwingine inakatisha tamaa hata viongozi, hasa katika wanapoagiza maagizo, kuna wengine wanaokubali na kuna wengine wanakataa. Kwa hiyo kuna wengine huwa wanaogopa kutana na zile changamoto. Sasa unapokuwa labda waj, we, we, we, viongozi wako wamejisahau, hawajakushirikisha mambo ya idara hawajakushirikisha vitu mbalimbali mbali, naomba usizile ile idara ni wewe. Hata ulipokuwa unaanza kanisa, nyinyi ndio mlioanzisha chama. Yule anakuja tu kutusaidia wewe ni dereva, yani kondakta. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha bado usivunjike moyo, hata unapokutana na upinzani katika ile kamati yako uliyoiweka, ongea nao kwa upole. Kama ni jambo ambalo unaona ni kumuomba Mungu, liombee. Maombi huwa yanaweza kuleta kubadilisha mazingira yale, mazingira haya ambayo hayaeleweki, mazingira ambayo yamkini ni ya, ya kuto kuelewana, mazingira ambayo ni ya matengano. Maombi yana uwezo wa kuturudisha pamoja. Kwa hiyo tuwa, ni watu ambao tunakimbilia sana magotini Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mama mchungaji usiojiondoe wala usivunjike moyo kuiacha idara peke yake. Tuendelee kutiana moyo, tuendelee kusimamia na mabinti zetu, tuendelee kufanya chama kiwe bora. Tuweke vitu mbalimbali mbali, tuweke mafundisho mbalimbali mbali. Kama una watu katika kanisa lako wanafani mbalimbali mbali. Watumie hao. Mfano una nesi. Unaandaa, unajua ili ili chama kiwe kizuri ni jinsi mnavyoweka ile mipango kwamba kila mnapokutana mnapokutana mfanye kitu gani? Haleluya! kama kila tu ni kuomba, au siyo? Ni kuelezani. Kunakuwa hakuna mvuto, nadhani mmeona hiyo, lakini unaweza wewe mwenyewe, kwa sababu washirika unawafahamu na mchungaji anafahamu washirika wake. Angalia kama kuna mtu ana ujuzi fulani, utumie pia kwenye chama. Nimependa mahali hapa, tumeandaliwa na viongozi wetu wa taifa mambo ya madaktari, si mmeona hapa kama kuna nesi unaweza ukampa kipindi jamani Jumanne ijayo ni mambo ya afya, labda uzazi, sio na nini, wanawake watakuja wana changamoto watakuja. Haleluya, una mjasiriamali yuko vizuri katika mambo ya biashara, mpangie naye siku, unasema, jamani, Jumanne inayofuata tutajifunza mambo ya ujasiriamali na tuna mtaalamu mahali hapo Tayari utakuwa umeleta kitu, yaani chama kitakuwa kila mwanamke anapokuja anapata kitu kipya, sio kile kile kwamba tukikutana tumetazamana tu, pambio, hebu mama fulani, halafu hata hujapanga. Ni vizuri mama mchungaji ukasimamia idara iweze kuwa hai, uelewe kabisa kwamba wiki ijao kuna jambo gani, na hivyo utavielewa kama mmeviweka katika mwongozo na na mipango mmeiweka. Wanawake, tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Kwao nawaomba sana tujitahidi, wana wa Mungu, sisi tuwe washauri bora na tusimame imara katika nafasi zetu ame, amina. Sasa tunaingia katika maswali. Tuna maswali mengi tumeyapata na tunatamani e, Mungu atusaidie tuweze kuyamaliza. Bwana Yesu asifiwe, na nitatamani pia katika maswali haya tunapoanza nayo nitatamani sana sana niweze kusaidiana na mama yangu mama mchungaji Senyenge, lakini pia na mama askofu Maxiala Samani, kama unaweza tu, nadhani nimruhusu aje huku ili iwe rahisi Amina. Karibu sana, na kama kutakuwa na mic ili tuende haraka, wale wengine wasitukute, sababu kuna maswali yako nyeti kidogo. Karibuni tu, kama tutakaa kwa huko, samani wasumbue. Jamani, naomba tusikilize maswali ambayo tumeletewa mahali hapa, na mengi nadhani yatatusaidia tuweze kukumbushana zaidi msomo ambalo tumejifundisha lakini pia Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia waone? NY TV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NY TV. Unangoja nini sasa? NY TV ni channel bora kabisa Tanzania na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712455252 au 0688131914 14, ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.